Michezo wanashiriki michezo ya Mei Mosi wafurahishwa na ukarimu wa watu wa mkoa wa Singida. Kwa nyakati tofauti tofauti wakizungumza na Kindai Plus kwenye mashindano ya Mei Mosi kitaifa mkoani hapa. Watu wa Singida ni wakarimu sana kwenye kila eneo hasa kwenye chakula tena kuku wa kienyeji. Hali ya hewa kweli Singida ni pazuri tumefurahishwa sana kwa Mei Mosi kufanyika mkoani hapa. Ah, kwanza hii ni mara yangu kwanza kuja Singida, lakini nime kwa experience nilipata kwa muda wa siku tano sasa, Singida ni mkoa mwepesi kuishi, vyakula ni bei rahisi. E, afu vyakula vingi ni vya asili, kuku unapata kuku wa kienyeji. Toka nimekuja sijakutana na sehemu wanauza kuku wa kisasa, wanauza kuku wa kienyeji, kuna karanga, kuna vyakula vyote ni bei rahisi sana. Kwa ni sehemu ambayo ni rahisi pia maisha Tulivosikia habari ya Singida tunahisi kwamba Singida ni mji mdogo ambao utashindwa kuwa watumishi wote katika mkoa wa Singida, lakini tumefika, tumeona viwanja vipo, ana michezo wanafurahi furahi mazuri ali yahewa safi sofa tunafurahia. Yani kwa mkoa wa Singida ambacho tumefurahia ni ile hali ya kutokuwa na vugumai, kwa hiyo ile hofu ya wachezaji imetoka. Nikizungumzia kwa mfano laba mikoa mengine tunafika lakini tunapewa alert kubwa sana, kuweni makini, kuna sijui wadudu, kuweni makini, kuna panyarodi, kuweni ma... kuwekwauku wachezaji, tuna hofu fulani. Lakini kwa Singida kuna amani ambayo hakuna taadhari kubwa tulopata kwa michezo. Kwa, kwa ile amani ya Singida imetufanya tuwe comfortable safi. Mei mosi ya eh, Singida imefana, next time tena iletwe hapa Singida kabisa kwa, kwa namna gani uh, serikali pamoja na uongozi wa mkoa wa Singida maana kwa, maana mkuu mkoa, wa Singida maana kwa maana ya wa mkoa wamejipanga vizuri kuelekea katika sikukuu ya wafanyakazi ambao ni sikukuu ambayo tunaadhimisha utendaji wa kazi wa wafanyakazi mbalimbali duniani kote. Kwa hiyo kufanyikia kwa hapa Singida ni kitu kizuri kwa sababu pia kimeibua fursa mbalimbali kwa watu wa Singida. Nadhani kwenye upande wa biashara pia kuna namna moja au nyingine kuna vitu ambavyo vi vime, imeleta vime, yaani, vime kidogo Uh, matokeo chanya kwa kweli. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Uh, mkoa wa Singida umejitahidi katika maandalizi haya. Mwanzoni wakati tunaambiwa tunakuja huku tulikuwa na wasiwasi, lakini tumekuta uh, of, ofisi ya mkuu wa mkoa na kamati nzima wamejiandaa vizuri na tumeenjoy kuwepo Singida katika michuano hii. Njoo Singida bwana, hauishiwi ah. kuku sijui kuna watu wafugaji wengi sana maeneo haya, kuku wao ni ni watofauti sana na Ubungo, kuku. Jioni, kuku wa kienyeji namaanisha sio kuku wa kisasa. Ukienda sehemu moja pale tua Ubungo wanachoma kuku kila siku jioni, yani nakwambia kuku wamenoa nao, kuku anachomwa bado anamaga mafuta mpaka anazima moto, yani kuku wa tamu kweli kweli, sio kuku wa kudalodi. Ninachokwambia ni kitu sahihi sana. Karibu sana mji wa Singida. Enjoy ah. Uh, karibu Singida. Mei mosi imefana huku viongozi mbalimbali nao walikuwa na haya ya kusema juu ya mkoa wa Singida. Se toka nimefika Singida nimefurahishwa sana na ukarimu wa watu utayari wao, lakini na maandalizi ya vyakula na kila kitu kiko safi. kulik na shida ya accommodation, lakini naona wananchi wamejitokeza kwa wingi, wana provide nyumba zao wanaapisha watu wakai kwayo, marazi. Kwa hiyo suala la malazi naona litakuwa sio issue tena kwa Singida, kwa hiyo karibuni sana lakini kuna ile kubwa zaidi ya Kuku Festival ambayo naamini hiyo ndio inafunika shughuli zote ambazo tumeziandaa. Kwa hiyo karibuni sana, fije tupige kuku Singida, asanteni sana. Uh, tumepata vitu vingi, hasa kuku. Sisi kama washiriki tunafurahia sana kuku, lakini pia michezo mi inachezwa sehemu za karibu, sio mbali sana, kwa maana ya viwanja vile tulivyovipata viko karibu. Kwa hiyo mkoa kama mkoa kwa kweli tuna ushukuru na uongozi wake na kamati yake yote ya usalama wako vizuri, sisi tunafurahia. Hakika huu ndio mkoa wa Singida ambao umeaminiwa kuandaa maadhimisho ya mimosi kitaifa mwaka huu 2025. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida Sports Lady Fatuma Masi wa Kindai Plus.